Nafikiri sitakuwa na maelezo mengi sana ya kuzungumza, ila cha msingi, labda ni ushauri tu nataka nijaribu kutoa kwa uongozi wa wa kimkoa na kitaifa, ambao wanasimamia kuhusiana na swala la ujasiriamali, kuhusiana na swala la vitambulisho. Nahisi hivyo vitambulisho vya ujasiriamali ndio imekuwa changamoto kubwa, na wasipoangalia hivyo ndio vitaleta changamoto, kwa sababu vinatoka kwa awamu, alafu vinachelewa sana. Nafikiri mtu naweza ukajiandikisha kajaza hiyo fomu ya kupata kupatacho kitambulisho ushu kubwa, ikaja kwenye swala la control number, ikawa na changamoto, ikachukua muda mrefu. Vile vile unaweza ukapia hicho kitambulisho alafu vke kufika kashindakufka kwawakati la oo o, ningeshauri endapo kama utakuwa na utaratibu kuweza kuangalia kwa waone kwamba kama waoneamuaea uwezekano wa kufanya kwamba mtu endapo labda anapata na wenyewe ule utaratibu kwamba amejiandikisha na kila taarifa zake ziko sahihi, na anastahili kupata hicho kitambulisho, basi nafikiri wangejaribu kuona namna gani, ili kwa kutoa hizi misongamano za mikopo, kwamba mtu aangalie kwamba amekuwa ame, ame, ame na kigezo cha kuweza kupata nini, endapo kama zile namba zitatoka za kile kitambulisho, basi angepewa kilio ili aweze kuendeleza na prosesi za kupata huo mkopo, ili kutoa sintofahamu, kwa sababu watu wengi, watu wanajiandikisha, watalipia hizo hela zao. Unapochelewesha kupata kile kitambulisho, mtu anaanza kusema ni mambo tu ya kisiasa mkopo. Na manager wa benki alikuja hapa sokoni, akatupa taratibu jinsi ya kupata pesa. Pesa kweli zipo, kwa kuwa changamoto ni sehemu ndogo, changamoto kwenye vitambulisho watu wanaandikisha jinsi ya kupata vitambulisho sasa ukipata ile vitambulisho ndio changamoto sababu unaweza ukaandikisha leo vitambulisho kikaja zaidi ya miezi miwili au mitatu sasa viongozi wa machinga nao nadhani bado hawajakaa mstari wa mbele kuweka vile vigezo bi, bi, maalum ambavyo kama sisi watu wao wa chini kututetea kwa sababu gani kigezo hapo ni kitambulisho sawa, halafu kitambulisho bado kuna vile viambata, labda kiongozi wa machinga anakuwa labda akuthibitisha kwamba wewe ni mwanasoko wake, labda si ndio? Anakufahamu, maana kuna vigezo kwamba huyu ni mwanasoko labda kwa muda fulani. Hicho kigezo nacho, hawa viongozi wetu sijajua wao wanatuteteaje sisi kama wafanyabiashara wenzao, kwa hiyo mimi naona hapo, hizi pesa ili zitufikie kwa urahisi, kuna baadhi ya vipengele vinatakiwa virahisishwe. Otherwise, vitambulisho hivi vya wajasiriamali viwe vinapatikana hapa hapa mkoani, hiyo itatuwia rahisi kupata hizo pesa. Lakini sasa unakamilisha vigezo vyote, kitambulisho mpaka kiende Dodoma, si fomu iende Dodoma ichapishwe kitambulisho kije lini? o, mi naona hizo pesa zipo tu, labda kwa ajili ya watu binafsi, sio sisi, kwa sababu sisi uko hazijatufikia na hatujui kama zipo. Nyinyi kama ofisi mmefanya kitu gani kuhakikisha taarifa inawafikia vyema, uh, watu wao ambao mnawaongoza? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza tumekuwa tunajitahidi sana hizi taarifa kuzieneza kwenye media kama hivi, nadhani media inaweza kawa ya sita tunazungumzia kuendelea kuwatangazia watu. Wapo wanaosikiliza vyombo vya habari, wapo wanaoangalia TV kila siku tuna, tumekuwa, tunatangaza haya matangazo kwamba jamani, machinga achangamkie hizi fursa, na niseme wazi kwamba kama hizi fursa zingekuwa hazipo, mimi leo inatangaza na natazamikwa kabisa, watu wananiona, watu mbalimbali, pengine ningeshakamatwa ningeshawekwa ndani, lakini tunatangaza kwa sababu taarifa ambazo ziko wazi na watu wazichangamkie kwa hiyo kama ni taarifa za uongo toka tumeshaanza kutangaza kwenye media mbalimbali, ningesha kamatwa mimi, kimsingi ningesha kamatwa. Kwa hiyo naomba machinga wachukue wa kwamba jambo hili ni serious na liko, liko, liko kweli. vigezo ni vipi kwa machinga kupata mkopo huo? Asante sana na shukuru sana uh. kubwa zaidi atazungumzia mtendaji wangu, lakini kwa kifupi sana, kwa sababu ndio mwenye mamlaka haya ya mambo ya kiutendaji. Kigezo mheshimiwa mwandishi wa habari ni vigezo vikubwa viwili. Cha kwanza ni lazima uwe na ni mjasiriamali na kitambulisho cha mjasiriamali. Hicho ni kigezo namba moja hapo kikubwa sana. Lakini kigezo cha pili ni lazima pia uwe na biashara. Usiwe ni mtu ambaye unataka mkopo lakini huna biashara, huna makao upo upo. Kwa kweli hapo huwezi kuupata mkopo. Lakini kingine ambacho ni cha msingi kwa sababu mikopo yetu inatolewa na benki ya Nambia ambayo ndio wao walioshinda tenda. Zilikuwa benki nyingi ziliomba tenda kutukopesha. Kwa hiyo benki ya NMB ndio ilishinda tenda. Kwa hiyo ni lazima pia uwe na kadi ya NMB, na kadi yetu sisi kama machinga tunaanzia shilingi elfu tano. Kuna kadi ya elfu kumi, ni wewe kadi unataka ya muundo gani. Kwa hiyo kadi ni gharama ndogo kabisa, lazima una na kadi akaunti ya NMB. Kitambulisho cha mjasiriamali ni kitambulisho ambacho kwanza kina uwezo kumwezesha mfanyabiashara kufanya biashara yake kwa uhuru ndani ya wilaya ya Mpanda, ndani ya mkoa wa Katavi na nje ya mkoa wa Katavi, ina maana ni nchi nzima. Kile kitambulisho utakipata kwa mambo makubwa mawili: cha kwanza ni lazima uwe na namba ya NIDA, cha pili utajaza fomu ambayo, katika mazingira ya kawaida, ile fomu itakuelekeza majina yako kamili, majina ya wazazi wako, prosesi zote. Jambo la tatu, baada ya kujaza ile fomu, utakwenda kukatiwa konto namba na watu ma-IT kutoka halmashauri utalipia kile kitambulisho na kitambulisho hichi kitadumu kwa miaka mitatu na gharama yake utalipia shilingi elfu ishirini. Kwa wewe mwenyewe kwenda kulipia kile kitambulisho, hairuhusiwi kumpatia mtu fedha mkononi, niwe mimi kiongozi wa wilaya, awe katibu wangu au wale maiti. Utakatiwa kitambulisho wewe, ndio utakwenda kulipia wewe mwenyewe kile kitambulisho. Na kwa kuongezea tu kwenye hapo na si hivyo tu, malalamiko alienda mbali zaidi, wakafikia mara wakasema kwamba tunawapatia watu ambao wengi ni watu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kuna malalamiko hayo ya aina mbili. Sasa nianze hilo lako la kwanza. Mheshimiwa mwandishi wa habari, mtu yeyote aliyetimiza vigezo, aliyekizi vigezo, ana kitambulisho, ana biashara. Mtu yoyote, yoyote natoa wito kwenye media hizi. Mtu yeyote ambaye katika mazingira kaida ana, ametimiza vigezo na hajapata mkopo yoyote afike kwenye ofisi zetu, hilo la kwanza, kwa sababu mkopo huu ni wa watu wote. Lakini la pili, kuna malalamiko kwamba tunapendelea, tunawapa watu no, wa wa chama cha mapinduzi. Mheshimiwa mwandishi wa habari, swala hili la kupata mkopo sio la sisi tu machinga, ni la kitaifa na ni la nchi. Hivyo nitoa wito kwa watendaji wa kata zote za wilaya ya Mpanda jambo hili, kwa mikutano yao ya hadhara, kwenye mikutano za vijiji walitangaza jambo hili ili kusudi katika mazingira, kwa sababu kuna watu wengine hawajui chochote matokeo anasingizia kama fursa tunapeana kwa kufahamiana, wakati hajui. Kwa hiyo ukiangalia, kwa mfano fomu hizi ambazo za kitambulisho mshumu, wa mwandishi wa habari, zinapatikana kwenye ofisi zote za watendaji leo. Hiyo ukimwambia mtu anakaa kazima, wewe unafahamu kama kuna fomu ya kitambulisho? Hajui lakini mwenye jukumu ni nani? Mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mtendaji wa mtaa, mtendaji wa kata, diwani, wote hao wana haki ya kuhamasisha. Lakini pili, mkurugenzi wote wa halmashauri zote mbili, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa Mpanda na Nsimu, niwaombe watoe matangazo kwenye magari, kwa sababu mwisho wa siku rais hichi kitu amekifanya, course kwa wajibika na wenyewe kwa nafasi hii kutangaza kwa mapana, kama sisi tunavyofanya hivi, kukaa na media mbalimbali kwa ajili ya kuwapatia wananchi wa habari. Wananchi wakikosa fursa hii, wao ndio watakaolaumiwa kwa sababu rais atatembea nchi nzima, atasema nilitoa hichi mmenufaika. Kwao wao ndio watakuwa na majibu, mkurugenzi atakuwa na majibu, DC atakuwa na majibu, mkuu wa mkoa atakuwa na majibu, viongozi wa chama watakuwa na majibu. Jukumu letu kama viongozi sisi wa machinga na viongozi wa serikali ni kuhamasisha wananchi wakapate fursa hii.